Na matendo mazuri wanatofautiana watu kwenye utendaji na kwenye kufru na makosa wanatofautiana watu kwenye kukosea. fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wama yughni anhu maluhu idha taradda ama wale ambao watajitahidi kutoa katika neema nilizowapa wakazitoa kwa kuzitumia kwenye njia za kheri ninazoridhika nazo, wataka wakakaa kwenye tabia ya ucha Mungu, wakanitahadhari sana mimi yale ninayotaka, ndio walionifanyia takwa. Maana tumesema mara nyingi, ni tabia njema ya kukaa katika utaratibu anaoridhia Mola wetu, hiyo ndio takwa kwa hiyo atakayejilazimisha kutoa neema nilizompa kazitumia vizuri, kajilazimisha kuwa na tabia njema, akawa mcha Mungu, mimi nikapendezewa naye, wasaddaqa bil husna. Akawa yuko active kufanya mambo mazuri ambayo atakapoyafanya ujira wake utakuwa mkubwa, yale ya kulipwa kayatekeleza, ili yalipwe. Tunafahamiana? u nnapiga kelele peke yangu, mmechoka Haya, fa ama man ama, mtu yoyote ambaye ata anatoa yeye vile ninavyompa, anatoa kwa kupita taratibu nilizompangia. Wataka kawa na tabia nzuri, nimeipenda niliyoitaka mimi, kawa mcha Mungu. Wasaddaka bilhusna atasdiku shei, maana yake ni kuimplimenti. Wanasema watu yaleni, mazuri niliyoyatangaza kayakubali na kayatekeleza wengine si mazuri yapo hawayataki, wanayawacha. Huyu kayasadikisha kwa vitendo, kayafanya. Atakayefanya hivi, fasanu yasiruhu lil yusra, tutamrahisishia huyu haya kwake ayatende kwa wepesi. Kuna kitu nataka nije nikumbushe baadaye, msighafilike wala msiondoke kimawazo, zingatieni aya zilivyokuja, fa ama man ata wataqa wasadaqa bilhusna fasanuyasiruhu lilyusra, atakayetoa akamcha Mungu akayasadikisha yale mazuri kwa kuyatekeleza nitamrahisishia. Mna nifahamwe eh? Waama man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyasiruhu lilyusra, Atakayetoa akamcha Mungu na akayatekeleza mambo mema, nitamrahisishia iwe ni wepesi kwake. Yote hayo yatakuwa ni mepesi, atafanya huku roho yake inapenda. Lakini atakayekuwa bakhili akajitosheleza, kwamba akili yake mwenyewe inamtosha, akawa yale mazuri kayakadhibisha, nitamrahisishia naye hayo magumu mazito ya kumpeleka motoni. Hizi ni sifa mbili: sifa za watu wema na tabia zao, na sifa za watu wabaya na tabia zao, Allah kazigawa.